Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye, of, kwenye ofisi ya kazi, ajira, ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi hii. Hii inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila, bila, bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Hey, soto, na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo na wa wa mambo ya ndani natambua huko hapa. Baada ya hapa fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida, shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima, kaifungulie, ifungulie, wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya, na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu na masharti ya taasisi na, na masharti ya usajili ya, ya na nendeni nanendeni huko ya masharti akikosea mmoja utaratibu wa kufunga wa, wa, kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio, sio na askofu wake wala shehe wake, ni ni, ni, ni ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Nenem, kakiangalia vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu Wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania, na sisi wasaidizi wake tutalifanya hilo jambo kikamilifu. Kwenye hii barabara tukianza na maeneo haya yaliyoharibika, Wizara ya Ujenzi, TANROADS, TAMISEMI na, na, na, na, na, na, na wadau wengine wote wanaohusika, anzeni mara moja, kaeni mara moja, mtengeneze utaratibu wa mpiti. Chukueni mageti yale ambayo yalikuwepo ambayo yalikuwa yatumika kwa hiyo shughuli nyingine, wekeni hata kwa hata kwa umbali wa kuruka kituo kimoja wake, ili mweke mageti yale, mrejeshe ma masuala ya ya mawasiliano masuala ya internet pamoja na masuala ya umeme, wakiwepo na Tanesco pamoja na maeneo mengine ya ukusanyaji wa mapato. Ndani ya siku kumi tuone hii shughuli ikirejea katika hali yake ya kawaida. Kaeni kuanzia leo, myaratibu. Husisheni wadau wote wa kandarasi, husisheni na benki, husisheni wadau wote kwenye kila eneo ambako mnaona kuna mmoja wako anahusika. Kaeni pamoja, tupate suluhisho la mpito, wakati tunaandaa suluhisho kurejesha katika utaratibu wake wa kawaida. Hili ni jambo la muhimu, ili Dar es Salaam irejee katika hali yake ya kawaida. Na mimi ni waombe Watanzania, miundo mbinu hii ikisharejea, twendeni sote tuwe walinzi. Hii ni mali yetu, tuwe walinzi kila eneo ambapo tuna rasilimali hizi.